Leo yameadhimishwa siku ya wafamasia hapa nchini. Licha ya kwamba siku hii imeadhimishwa mea, lakini moja ya jambo ambalo limesikika ni kilio cha idadi ya watu hao bado kusalia wachache ukilinganisha na matumizi. Ni watu ambao wengine wanaweza wakawa wanakutana nao, lakini hawawafahamu kama ndio wafamasia, lakini unapokwenda kununua dawa iwe katika maduka ya madawa ama hospitali ukiwa unakwenda kuandikiwa dawa pale kwenye kile kichumba cha kuchukua dawa, yule unayemkuta pale ndio mfamasia, yeye ndo atakuandikia mbili mara tatu ama nne, mara ngapi kulingana na taratibu ambazo zinatakiwa na dawa yenyewe. Licha ya uwepo wao kuwa mchache, lakini bado ni watu muhimu. Lakini kwa nini sasa bado jamii haijawa na watu wa kutosheleza kutokana na wale ambao wanahitajika wafamasia. Huo utakuwa ni moja ya sehemu ya mjadala wetu ambao unahusiana na hao wafamasia wenyewe, wakati huo ambao wakiazimisha siku hiyo ya wafamasia. Mi naitwa Nordin Selemani, ndio ambaye ninakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Studio tumemwalika Dr Sharon Ugano ambaye yeye ni mtaalamu wa maswala ya afya. Karibu sana Sharon. Asante sana. Kwema. Kwema. Mzima, mzima. Siku ya famasia leo kwako imekwenda vyema? Imekwenda vyema kabisa. Haya, kando yake tunaye Dr. uh, Donald Mdono ambaye yeye ni katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wamiliki wa maduka uh, ya dawa hapa nchini ambao wao pia ni watumiaji wakubwa wa hao wa famasia, karibu sana. Sana sana. Mambo nasemaje? Mambo kwa kweli yako vizuri. Mm. Uh, tungeanzia kwako. Ndio. Mmekuwa mkilaumiwa mara kadhaa nyewe wamiliki wa maduka kwamba hamwatumii hawa wafamasia ipasavyo na wakati mwingine mmekuwa mkitumia watu ambao hawajakidhi kiwango kwenye haya maduka ambayo mnayamiliki. Kulikoni mpaka mnakuwa mnatupiwa tuhuma hizo. E... Okay. Kwa kweli niseme tu, ule uwazi ni kwamba kwanza haya maduka ya dawa muhimu wauzaji wake ni tofauti na wauzaji wa, wa maduka ya famasi hmm. Sasa hao wauzaji wa kwenye maduka ya dawa muhimu wanahitaji wasomee uuzaji, na hapa nchini wakati yanaanzishwa haya maduka ya dawa muhimu, ndio mafunzo yalitolewa lakini yale mafunzo hajawa endelevu na ndio maana mpaka saa hivi wenye vyeti vile vya mafunzo ya uuzaji wa maduka ya dawa muhimu ado ni wachache mno. U uchache ndio uliopelekea kwamba wengi wanaouza kwenye haya maduka hawana vile vyeti vya kusomea, sababu duka la dawa muhimu ukiachia mauzaji, hata mmiliki lazima asomee umiliki. Okay. Umiliki lazima usome na muuzaji lazima asomee uuzaji lakini vyote sasa hivi havijafanyika kwa muda mrefu zaidi na hilo limekuwa ni changamoto. Kingine, e, sio kupata vyeti tu hata semina sababu hmm. semina inamkumbusha muuzaji inamkumbusha mmiliki kutokana na hali jinsi inavyobadilika, lakini hizo semina mpaka sasa hivi zimekuwa hazifanyiki na nakumbuka, mwaka jana tulikuwa na kikao Wizara ya Afya, tulilizungumzia sana hili kwamba sisi kama viongozi, sababu kulikuwa kuna mavyama vingi sana mikoani na wilayani. hmm. hmm. tukaona kwamba ni bora tuunde kiwe chama kimoja ili hata kilio tukipeleka sehemu kiweze kupokelewa vizuri. Tunapata changamoto ingine ni kwamba ushirikishwaji sisi viongozi wa vyama vyetu unakuwa ni, ni mdogo hmm. Na kingine ki kinachochangia kikubwa zaidi, unajua kuingia kwenye, kwenye, kwenye umoja au kwenye nji hiyo yote ni hiari ya mtu, na hiyo ndiyo imepelekea kwamba unakuta wanaofanya uchafu kwenye maduka ya dawa wengi wanakuwa sio wanachama. Hmm. Sasa kiongozi unapomfikia mwenye duka ambaye sio mwanachama inakuwa ni ngumu sana yaani kutoa maamuzi yoyote. Hmm. Kwa hiyo tulitoa ushauri kwamba pamoja na kuwa ni hiari, lakini kama anafungua duka mahali ambapo serikali za mitaa ipo na serikali ya mitaa hata kuna kamati za afya mm, mm. Kwa hiyo tulishauri tulishauri kwamba duka linapofunguliwa sehemu, lazima ofisi ya serikali ya mtaa, kamati ya afya, sababu kuna bwana afya pale mm. Lazima atambue uwepo wa lile duka okay. Na lazima atambue muuzaji wa lile duka, je, ni mwenye taaluma au sio mwenye taaluma mm. Kwa sababu sisi mpaka kumfikia mwenye duka ni ngumu, lakini sidhani kama bwana afya atashindwa ku, ku, kupitia eneo lake na kuhakiki kwamba hili duka linauza nini, atagundua mm. lakini je pamoja na hapo, sisi kama chama bado anakuwa sio mwanachama wetu okay. kwa hiyo nao ni changamoto mm. Moja changamoto inaonekana ni uh, huko kutokuwa na wanachama ambao Uh, mnaweza mkasimamia na kuwawajibisha. uh, Dr. Sharon moja wa jambo ambayo amelizungumza Dr. Madono anasema kwamba anakiri kwamba kweli katika maduka ya dawa muhimu wengine ambao wanafanya shughuli hizo sio wafamasia uh, athari zake ni nini? nie wataalamu sasa, unafika pale unakuta mtu ambaye sio ndo anatuandikia pale dawa sisi tunachukua tunaondoka zetu okay. swali muhimu sana na ni swali nyeti kidogo mm -hmm. Uh, astari za mtu ambaye hajasomea uh, dawa hana vigezo na anauza dawa, ni mojawapo, ni kwamba huyu mtu anaweza akatoa matibabu ambayo sio sahihi. Kivipi? kwenye dawa, kila dawa nadhani kuna karatasi ambayo inaelekeza mtu gani atumie na umri wa huyo mtu na watu gani ambao wanatakiwa wasitumie hizi dawa. Mfano, kuna dawa ambazo ukitoa Zinaweza zikamwathiri moja kwa moja mjamzito. Kwa hiyo mtu ambaye hana uelewa au hajasomea, hayuko kiprofession tunasema, hana, hana utaalamu. Akitoa dawa kwa watu ambao hawastahili kupata ile dawa moja kwa moja anaweza kumpelekea madhara ya kiafya. Lakini pia kuto kuweza kutibu tatizo la huyo mtu moja kwa moja, yani kushindwa ku-meet kushindwa kukutana na changamoto ya mgonjwa hmm. Kingine kuto kufuata, tunasema prescription, ni karatasi ambayo inatoka moja kwa moja kwa daktari. Kutoa dawa kiholela holela bila kuzingatia, kwa sababu mgonjwa anapokuja pale kuomba dawa, kama hutofuata utaratibu kujua huyu mtu amepewa uh, haya maelezo na daktari na kupata historia kidogo ya mgonjwa, kuangalia labda ana uzio wa dawa fulani, mfano allergy ya kitu fulani, unaweza ukatoa dawa ikina kama kamwathiri moja kwa moja mgonjwa lakini pia uh, hairuhusiwi kutoa dawa bila kufuata utaratibu kwamba huyu mtu katoka kwa, kwa daktari kaandikiwa dawa fulani kwa ajili ya ugonjwa fulani, kwa moja kwa moja moja moja kwa moja inaathiri afya ya mgonjwa mm. Ila madhara ndio kama hayo ambayo nimesema, unaweza usitibu ugonjwa lakini pia ukamwathiri kiafya huyu mgonjwa, na kingine uh, ukamwathiri mgonjwa Uh, lakini kingine uh, unaweza usifikie usi, usi, uh, changamoto ya mgonjwa. Mfano mgonjwa anaumwa malaria ukawa umetoa tu dawa, au ukawa haumwi malaria ila amekuja tu kupata dawa anazisi, ye, kwa sababu kuna dalili anazihisi yeye moja kwa moja ni malaria, ila kwa sababu haijatoka kwa daktari unaweza tu ukawa umempa dawa ambayo haijaenda kumsaidia, inaenda kuweka sumu mwilini na pia haimsaidii mwisho wa siku hapo hmm. hapo ukosefu wa hawa wafamasia uh, kwa sababu kumekuwa kuna shida sana ya uh, usugu wa dawa kwa, kwa watanzania wengi na kiwango imekuwa kikipanda, ukosefu hao hauwezi ukawa ni moja ya chanzo cha hii? Kwa sababu uh, umesema hapa mtu anaweza kawa anaandikiwa dawa tofauti ya ugonjwa ambao anatakiwa ama hata kiwango cha matumizi yenyewe kikawa hakiendani na na hiyo hali, na lenye hili haliwezi likawa linaingia kwenye eneo hilo, hilo. Samahani, naweza kurudia swali. Ukosefu hmm. wa dawa yaani, usugu wa dawa, ndio tunafika sehemu tumemkuta mtu ambaye sio mfamasia kaniandikia dawa, ndio? haiwezi ikawa ni moja ya sababu ya ukosefu wa famasia ikawa ndio inasababisha ongezeko la usugu wa dawa kwa Watanzania, inaweza pia kusababisha mtu ambaye sio mtaalamu wa dawa akatoa dawa inaweza moja kwa moja kupelekea usugu kwa sababu huyu mtu anaenda kutumia ile dawa ambayo ilitakiwa kumtibu ugonjwa fulani ambao sio anao yeye anao, amekuja kwa ajili ya hicho kitu. Kwa mwisho wa siku akija akaumwa ugonjwa ambao unatakiwa utibu na ile dawa, anaweza akapata usugu. Yani, vimelea vikawa vimeshindwa kuondoka kwa sababu ile dawa imeshazoeleka mwilini, kupelekea usugu wa hmm. dawa. Dkt. Madono Naam. Umekuwa na eneo uh, hilo limekuwa ni kubwa na lina mahitaji makubwa sana, sana, sana. Na kila uchao tunaona huku na kule kuna maduka ya dawa muhimu yanafunguliwa, hizo famasi na zenyewe zikiendelea kufunguliwa, uh, lakini bado mna, watu wanasema watu kwamba kuna nyakati hata nyie wakati mnaenda kufanya usajili huwa mnafanya ujanja ujanja, mnaweza mkatumia cheti cha mtu fulani kusajilia duka, baadaye huyo mtu hayupo na nini, lakini kwa kuwa tu unampa chochote we, maisha yako yanaendelea kulingana na hali yenyewe ilivyo. Na umuhimu na unyeti wenu, nini ambacho nyewe huwa mnazingatia kuhakikisha ya kwamba mnakidhi yale matakwa na kuwa walinzi wa afya za Watanzania? E, kwanza unapotaka kufungua duka la dawa ndio maana nilikuwa nime, nime, nimejipanua nime kidogo mm, kwamba elimu kwanza itumike mtu anapotaka kufungua duka lake la dawa. Kama sehemu hii hapa kwanza, fremu, mtu wa kwanza akiripoti ofisi ya serikali ya, ya mtaa, sababu kuna bwana afya au kata kuna bwana afya mm, wale wanajua kabisa kwamba duka la dawa natakiwa liwe katika ma, mazingira yapi? ukubwa upi? aina ukubwa wa chumba, mnaelewa? Then anatoka pale anakwenda kwa famasia wa wilaya. Famasia wa wilaya ndo anakuja anakagua ile eneo kabla chochote kile kufanya. Kwa sababu yeye anatakiwa sasa apitishe kwamba sasa kweli unaweza ukafanya taratibu zote za kuanza kuomba kupata kibali cha kufungua duka lako hapa lakini wengi sasa wamekuwa hawafanyi hivyo mm -hmm. Na hawafanyi hivyo kwa sababu kitu ambacho tumegundua sisi kwamba ana anafika sehemu anapotaka kufungua duka lake la dawa, sababu kuna distance, kuna umbali. Kwa sababu famasi mpaka famasi kuna umbali, duka la dawa muhimu na duka la dawa muhimu kuna umbali kwanza hawaangalie umbali kwa sababu hawana wale watu wa kuwabana, yani ushirikishwaji. Sasa ndio maana naomba serikali tukipewa rungu sisi, kwamba mtu asifungue duka la dawa mpaka aone viongozi kwenye eneo la chama, yani kwenye eneo lile viongozi wa chama hmm, si tumwambia pana funguaje hapa wakati mwenzako um, ni mwanachama amefungua hapa, si tunaweza tukawatenganisha sisi kama sisi bila hata kama hajafungua linawezekana, lakini linawezekana vipi wakati hataki? Yes, kuwa mwanachama nta huyu mwanachama hapa, unakuta mwingine anafungua nyumba ya tatu, anafungua duka lake na hahitaji usumbufu. Kwa hiyo ndio maana hata zile taratibu sasa wakati mwingine anakuwa hazifati, kwa sababu akienda kwa famasia atamnyima kibali. Matokeo yapo, anafungua katibu mkuu kama mimi ukikuta amefungua unafanyaje? mm. Unaona hii inakuwa ni changamoto, na ndio maana tukasema kwamba tukasema kwamba sasa, ushirikishwaji wa sisi viongozi kwa sababu ukiacha chama cha kitaifa, tume tume tumetengeneza tume kanda zote za Tanzania, tumeweka viongozi okay. sasa wale viongozi wa kanda wana monitor zi, zi, zile kanda za kule Hmm. Ila kwa mfano kuna kanda zingine ni kubwa. Kwa mfano Mwanza tumegawa mara mbili, kuna Mwanza A na B, sababu ya upana zaidi. Kwa wale ndio wanasimamia vile vyama vya kule eh. Tunachokiongea kwamba na haya madhara kama aliyoongea mwenzangu hapa hmm. yanatokana <coughs> katika mazingira fulani, kwa mfano uuzaji <coughs> wa dawa zilizoisha muda wake ambazo zinakutwa kwenye maduka mimi niwe tu muwazi kwa sababu kati ya watu waliofanya zoezi la kutembelea maduka ya dawa mkoa wa Dar es Salaam mm. miaka mitano ya nyuma mimi nilikuwa mmoja wapo, na ripoti tuipa kwa waziri wa afya. Tulikuta maduka wapi? Kule Kigamboni kule, kama unaenda bali kule mm. duka lina miaka mikumi hajawahi kufika mkaguzi wa aina yoyote, okay. sasa unafika wewe kama katibu mkuu unafanyaje? unakuta dawa ina miaka miwili hajaiuza, mm. hajui aipeleke wapi. Unashusha, unashusha, unashusha, unashusha ambaye hii haitakiwi uuze, kwa sababu nimefika mimi, kama nisingefika tatizo kingine. Sasa baadhi duka la dawa ni huduma mm. na ni biashara, tukubali kwamba huduma na ni biashara. Sasa mm. biashara inakuja vipi? wanapokwenda kwenye wholesale unakuta wakati mwingine kuna dawa ambazo zinakaribia kuisha muda wake, wanazishusha bei. Unaona, sasa zile mm -hmm. zikishuka bei ndo zina mtu anazichukua anakwenda kuuza dukani. So wakati mwingine unaweza kuchukua hapo, ule muda ukafika, haija yani, yani hujamaliza na hajui, kwa sababu hana elimu, hana elimu, akaitupe wapi No, ni changamoto na vile vile ni kwamba, hizi dawa wakati mwingine unakuta tunapata changamoto moja, kampuni za dawa zimekuwa nyingi mno sasa, so unakuta labda diclofenac ina makampuni kumi, kumi na tano sasa unashindwa kujua bora ipi, ipi sio bora. Hmm. wanapokuja kufanya ukaguzi tunapata changamoto kuambiwa, hii, hii, hii dawa hii haijasajiliwa, dawa hii haijasajiliwa raia hajasajiliwa. Naona changamoto tunaipata hiyo mm. Unapoanzisha uh, duka la dawa muhimu uh, ama famasi, kuna miongozo ambayo serikali imeweka. <coughs> miongozo ipo sasa, kulikoni baadaye ndo naonekana kwamba uh, mambo yamekwenda kombo, wakati kulikuwa kuna vitu na taratibu ambazo uh, ni lazima zizingatiwe. Iko hivi, iko hivi, haya maduka ya dawa muhimu yalikuja kwa ajili ya kutoa huduma sehemu ambazo zisizofikika. mm. Unaelewa ina mm. maana kwamba ukifungua duka la dawa muhimu hapa baada ya muda au mwaka mzima, baada ya mwaka pakiwa mji akija mwenye pharmacy, lazima huyu dawa la, la, la, la, la, la muhimu aondoke. mm. Unaona mm. hiyo nayo ni changamoto unaona. Sasa mm. swala la kufuata taratibu, hawezi akakua kutoka kwenye dawa muhimu kwenda kwenye pharmacy anakuwa Okay. anakuwa mm. kwa sababu ile simu, ile simu imekuwa mm. anakuwa manake mm. inakuwa, inawezekana mm. na ndio tunataka hivyo mm. kwamba hizi biashara hata hiyo inaweza kuanzia chini, biashara kubwa unapanda mm. unaondoka huko unapanda juu, hiyo haina shida kuhusu taratibu. Taratibu wanafuata, lakini sikufichi najua, hakuna mtu ambaye asifata taratibu, lakini mm. hawa ndani ya taratibu zile zile watu wanakiuka. okay. yes. na hii inakuja kutuletea shida moja, jambo ambalo nyingine nalalamikiwa uh, ni kwamba namna ya kuhifadhi dawa uh, leo hii uh, Dokta Madona anazungumza kwamba uh, maduka ya dawa muhimu ni yale maduka ambayo yanapatikana maeneo ya mbali kwa sababu hapa huduma uh, zilishindikana. Kwa hiyo hawa ndo wanaanzisha, baada ya mji ukikuwa, wanakuja watu wengine. Ukiangalia namna ambavyo yalivyo ya mengi uh, wakati mwingine anatilia shaka katika uhifadhi wake wa dawa na unapokuwa na maduka kama haya na unakosa mtaalamu ambaye anaweza eh, kutunza hizi dawa zenyewe, nafasi ya hizi dawa kugeuka sumu inakuwaje? Swali zuri sana. Ukosefu uh, wa wataalamu ambao mwenzangu ameshaongelea hapo au kukosa uelewa wa uhifadhi wa dawa kunaweza kupelekea madhara kwa mtumiaji wa dawa. Kimaanisha mgonjwa anapokuja moja kwa moja hospitali, I mean anapokuja moja kwa moja uh, duka la dawa kuchukua dawa. Kama dawa inatakiwa ihifadhiwe kwenye sehemu ambayo ina ubaridi, au tuseme kwenye sehemu ambazo unajua dawa hizi muhimu, mara nyingi unakuta miundombinu ni mibovu. Kwa hiyo anahifadhi dawa, anaweza akahifadhi kuendana tu na miundombinu yake kwa hiyo inaweza ikatokea, uh, dawa ikaharibika kuendana na uhifadhi usio sahihi, lakini bado akaiuza dawa kwa sababu za kibiashara, sio kwa sababu za kitaalamu. Yani, anakiuka kwa sababu pia anataka dawa yake iende. Kwa hiyo ikitokea hivyo, moja kwa moja, huyu mtu dawa kwanza haitomsaidia kwa sababu imeharibika. Kwa hiyo inaenda tu kutumika, inaenda kuingia ndani kama sumu tu, lakini sio kinga au sio tiba kwake. Uh, na changamoto hii imekuwa kubwa sana mtaani kwa sababu mm -hmm. Dawa hizi muhimu tunapata tunazipata sana mitaani kwetu. Kwa hiyo kuto kuelewa huyu uh, ni mfamasia au uh, sio uh, unachukua dawa ukiamini kwamba itakutibia lakini itakutibu lakini mwisho wa siku dawa haikutibu na bado umeingiza sumu mwilini. Na kama utaendelea kutumia hii dawa kwa muda mrefu unaweza kuathiri viungo kama figo na ini ambavyo ni viungo muhimu sana kwenye dawa uh, mtu anapotumia kwenye nataka niweze kidogo kitaalamu mm. Kuna stage ambayo tunasema kuna absorption, mtu dawa kuingia mwilini, kuna distribution, kwenda kwenye sehemu husika, kuna metabolism, kufanyikaji wa kazi na excretion dawa ambayo, yaani kiwango ambacho kihitajiki ambacho ni sumu kinatolewa nje. Kwa hiyo uh, uh, hivi vitu vyote ukiwa unaendelea kutumia dawa ambayo kwanza imekwisha wakati au imeharibika kuendana na uhifadhi wa dawa ambayo, ambayo sio sahihi hii inaweza kumpelekea mtu kuji, kujiingizia tu sumu mwilini kwa muda mrefu kwa sababu anatumia zile dawa uh, kwenye eneo lake ambazo dawa muhimu anazichukua akiamini zinamsaidia. Kwa hiyo anaendelea kutumia hizi dawa kwa muda mrefu. Ikiwa huyu mtu anakaa miaka mitano au miaka mpaka kumi, eneo lile lile anapata dawa sehemu ile ile, manake huyu mtu miaka ya mbele tutegemee kwamba atapata shida za figo au shida za ini, na muda mwingine pia anaweza kuzidiwa kwa sababu ya kuto kupata matibabu sahihi. Kwa hiyo ni hatari sana kwa afya kuendelea kutumia dawa ambazo ziko nje ya muda au zimeharibika kwenda na uhifadhi ambao sio sahihi mm. nadhani nimejibu swali la. Yeah. Ah, Dr. Madon, wakati wetu unakwenda mbio mbio kidogo. Leo ni siku ya uh, wafamasia ambao nyie kwenu ni watu muhimu sana. Kuna kilio cha bado idadi yao haitoshelezi na mambo ya namna hiyo, kwa nafasi yenu, mnadhani nini sasa kifanyike ili kukidhi mahitaji yenu mnayohitaji na hatimaye shughuli zenu ziende vyema na hawa wananchi wanapokuwa wagonjwa wapate huduma inayostahiki. Cha kwanza tunahitaji mafunzo ya ado yawe endelevu, mafunzo ya ado na wamiliki yawe endelevu, cha kwanza. Cha pili tunahitaji orodha ya dawa za kuuza kwenye maduka ya dawa muhimu iwe uniform, sio nikitoka hapa katibu mkuu nikienda Mwanza unakuta kule kuna orodha nyingine ya dawa. Tulifanya mkutano mwaka jana, tulikuta kuna baadhi ya maeneo kuna orodha ya dawa aina hii huko aina. Aina tofauti tofauti, tunataka orodha ya dawa muhimu zinazouzwa kwa maduka ya dawa muhimu ziwe orodha uh, moja ukienda Shinyanga, ukienda Mwanza, ukienda Rukwa, unakuta orodha ya dawa muhimu aina moja yeah. Cha kwanza cha pili, tunahitaji najua, kujiunga kwenye chama ni hiari ya mtu, lakini tuangalie kwamba hii sehemu ni afya, kwa kama ni afya si yaani yaani mtu lazima tu, yani ashauriwe ajiunge kwenye umoja mm. Kwa sababu kwanza moja, atakapokuwa hajiungi, maana yake ni kwamba atakuwa amejibagua okay. Sisi tunafanya mikutano kila mwa kila mwezi wa wamiliki na tumeshawaambia sehemu zote mikoani wa kote, wafanye mkutano kwa ajili ya kupata habari mbalimbali mbali kama kipi kinachoongezeka kinachohitajika. Sasa je, yule asiyejiunga kwenye umoja atapataje taarifa? Atapataje elimu? Sababu sisi wenyewe peke yake kwenye mikutano zetu huwa tunapiana tunapiana elimu hmm, kwamba umsiruhusu kuuza kuweka mfanyakazi, sababu hivi vyama ni vya wamiliki, sio wauzaji hmm. Usiruhusu kuweka muuzaji ambaye sio taaluma, lazima uhakiki cheti chake kabla ya yote okay. Sasa je, yule ambaye sio mwanachama tutambana? e, e, tuta, vipi sisi mm. tunataka tupate tu tupate nafasi lungu la kumbana hata yule ambaye sio mwanachama mwana, ili asije ak akatuchafuria -ak sisi mm. kwa sababu ana duka la dawa muhimu, lazima yeye <coughs> mwe sehemu ya kumsimamia. Neno lako ni moja nini? Sasa uh, Dr. Sharon katika siku ya leo kwa hawa wafamasia, sawa Siku hii ya e, wafamasia duniani tunaiadhimisha kujikumbusha pia umuhimu wao kwenye jamii katika utoaji wa afya, kutoa elimu kuhusu dawa, pia wanachangia sehemu moja ya matibabu, kwa sababu mwisho wa siku wanatoa dawa. Neno langu moja muhimu ni kwamba wafuate utaratibu ambao unatakiwa, ili tuweze kupata huduma bora za kiafya na watu waweze kutibiwa. Anenda, uh, Sharun Lugano mtaalamu wa masuala ya afya ambaye tumekuwa naye hii leo, lakini pia tumekuwa naye Dr. Donald Madono ambaye ni katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wamiliki wa maduka ya dawa hapa nchini. Tulikuwa tukijadili siku ya wafamasia, ambayo yenyewe kauli mbiu yake kwa leo imekuwa fikiria afya, fikiria mfamasia, ndio ambayo alikuwa kauli mbiu ni. Niwashukuru sana Asante sana. Naam, nukta hiyo natufikisha tamati ya uchanganuzi kwa juma hili, na panapo majalio basi tukutane tena juma lijalo. Mimi naitwa Nordin Selemani nikutakie tu usiku mwema na kwaheri kwa leo.